Rais wa Shirikisho la Wachimbaji Madini Tanzania, FEMATA, John Wambura Bina, ametoa pongezi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa juhudi kubwa na mafanikio makubwa katika kuimarisha sekta ya madini nchini, akisisitiza kuwa mageuzi haya yameleta matumaini mapya kwa wachimbaji wadogo, vijana na wawekezaji. Akizungumza kwa njia ya simu na MoHab TV, Bina amesema kuwa sekta ya madini ni moja ya nguzo muhimu ya uchumi wa taifa na kwamba mchango wa Rais Samia ni wa kipekee kutokana na namna alivyoweka mazingira rafiki ya uwekezaji pamoja na kuwajali wananchi wake hasa wale waliopo katika sekta ya uchimbaji wa madini. Aidha, kama kiongozi wa sekta hiyo amesema wachimbaji wanampongeza Mheshimiwa Rais Samia kwa moyo wa huruma na utendaji wake mahiri. Rais Samia ametengeneza mazingira mazuri kwa wawekezaji, jambo linaloendelea kuimarisha uchumi wa nchi na kuongeza ajira hasa kwa vijana. Bina amesema kuwa kwa sasa, sekta ya madini imeajiri karibu asilimia themanini ya vijana walio chini ya umri wa miaka ishirini na saba. Hii ni hatua kubwa ya maendeleo. Bina ameeleza kuwa madini ni urithi mkubwa kutoka kwa Mungu kwa taifa la Tanzania na kwamba waandishi wa habari wanastahili pongezi kwa kuandika habari za sekta hiyo kwa weledi mkubwa, kwani zinaelimisha, kuhamasisha na kufikisha taarifa sahihi kwa jamii. Bina amefafanua kuwa duniani kote madini, mafuta na rasilimali kama misitu ndiyo chanzo kikuu cha migogoro na vita, akitolea mfano nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo vita vingi vinahusisha moja kwa moja na utajiri wa rasilimali hizo. Alisisitiza kuwa Tanzania imepata bahati kubwa na uongozi unaosimamia rasilimali hizo kwa amani na busara. Katika hatua nyingine, rais huyo wa FEMATA ametolea wito kwa wachimbaji wadogo wa dogwa, madini ya dhahabu pamoja na wafanyabiashara wa bidhaa hiyo kuachana na migogoro ya wenyewe kwa wenyewe na badala yake wajikite katika kutathmini mwelekeo wa shughuli zao ili ziwe na manufaa ya muda mrefu kwao binafsi, familia na taifa kwa ujumla ameendelea kusema kuwa wachimbaji wadogo wanapaswa kuelewa kuwa Baba wa Taifa Mwalimu Julius Nyerere hakuacha madini haya kwa bahati mbaya. Aliacha kama urithi kwa, kwa vizazi vijavyo. Hivyo ni jukumu letu kuhakikisha kuwa wanayachimba kwa manufaa, si kwa anasa zinazorudisha nyuma maendeleo, kama matumizi mabaya yanaosababisha magonjwa ya ukimwi, kifua kikuu na, kiku, na zinaa. Bina pia alitaka serikali kuendelea kuboresha mazingira ya uchimbaji huku akisisitiza kuwa viongozi wa sekta ya madini wako tayari kushirikiana na serikali kusimamia kwa karibu shughuli zote zinazofanyika kwa lengo la kuhakikisha kuwa sekta hiyo inatoa mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Alitoa rai kwa vikundi vya wachimbaji wadogo kuhakikisha wanajikita katika matumizi sahihi ya rasilimali hizo kwa ajili ya maendeleo ya kweli na endelevu, huku akibainisha kuwa sekta hiyo ina mchango mkubwa katika mapato ya ndani ya nchi ikiwa itaendelezwa. Kwa usimamizi mzuri na uwajibikaji wa pamoja. Alisisitiza kuwa ni muda sasa kwa kila mchimbaji, kila kiongozi wa kikundi na kila mwekezaji katika sekta ya madini kujiuliza, tunatoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi? Tusiruhusu madini haya kutubadilisha na kuwa chanzo cha matatizo, bali yawe ni kichocheo cha maendeleo ya mtu mmoja mmoja, jamii na taifa. Mohab TV, Kahama.